Viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wameibuka na kuzijibu kauli za mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na aliyekuwa mgombea wa nafasi ya kiti cha urais ambaye alishinda katika kinyang'anyiro hicho katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia aliapishwa majuma kadhaa yaliyopita kufuatia ushindi mnono wa asilimia 98. Chama cha Mapinduzi ambacho ni moja kati ya vyama vyenye nguvu barani Afrika vimejikita zaidi katika sera za maendeleo na hasa wakati huu, daktari Samia Suluhu Hassan amesema kwamba serikali yake itakuwa ni serikali ya utu na kazi, kufuatia yale yote yaliyoweza kutokea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Siku ya jana, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuzungumzia juu ya matokeo hayo ya uvunjifu wa amani, akigusia moja kwa moja uhusiano wake pamoja na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao kwa mjibu wa taarifa aliyotoa daktari Samia Suluhu Hassan alisema chama hicho hakuna yeyote aliweza kukizuia kutoshiriki katika uchaguzi mkuu bali chama hicho kilishiwa pawa na kuogopa kushiriki katika uchaguzi mkuu wakifahamu fika kwamba hawataweza kushinda katika uchaguzi huo kufuatia yale yote ambayo yamefunywa vizuri na serikali anayeiongoza kauli hiyo ya Rais Samia Suluhu Hassan ilienda sambamba na matamko kadhaa kutoka kwa jumuiya za kimataifa ambazo zimekuwa zikitaka serikali ya Tanzania kujikita zaidi katika uhuru wa wananchi. Matamko kadhaa yalitolewa wiki chache zilizopita na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, Bunge la Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa kuhusiana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ikiwemo vifo vya waandamanaji vilivyotokea majuma kadhaa yaliyopita, huku rais Samia Suluhu Hassan akisema kwamba wao ni akina nani, wawezi kuamlia serikali ya Tanzania, serikali ambayo ina uhuru wa moja kwa moja wa kuamua mambo yake yenyewe pasipo mashinikizo yoyote kutoka mataifa ya nje. Kufuatia kauli hizo, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Lema ameibuka na kuzungumzia juu ya kauli mbalimbali ambazo alilizungumza Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya jana. Alisema ya kwamba hotuba ya Madam Samia imekuwa nzuri kwa sababu imebeba ishara za msaada wa Mwenyezi Mungu juu ya nchi, kama Mungu alivyofanya wakati akiwatoa Waisraeli Misri, alipouacha moyo wa Farao uwe mgumu ili ajitukuze mbele ya watu wake. Vivyo hivyo utukufu wa Mungu umeonekana Tanzania. Tunahitaji mambo magumu ili kuthibitisha alama za nyakati na tujue tulikuwa na yeye katika safari yake. Ninaiona kesho iliyo bora, yenye heshima na utukufu wa Mungu maana dalili zote tayari zimekamilika. Basi tusifikiri mabaya juu ya mtu yeyote, bali tuendelee kutafakari haki na wala tusichoke kutenda wema, maana tutavuna pasipo kutarajia. Mtashangaa sana. Mwenyezi Mungu, mimi ingawa ni mdhaifu na sina na sina uadilifu mbele zake, lakini ninautambua uwezo wake usio na kifani. Leo imekuwa siku ya ishara kubwa. Jipeni moyo mkuu, tutavuka salama, msizimie moyo.